Katika maisha kuna watu wanapitia vipindi vigumu sana vya kufanikiwa, lakini baadaye wanafanikisha kuvipita na vikwazo vyote vinadunda. Basi leo, wacha tumwangalie Zuhura na historia yake ya maisha ya muziki, kufanikiwa hadi kufikia hatua kila mtu kumsikiliza na kumfahamu kwamba huyu ni Zuhura. Mara nyingi watu wakisikia jina la Zuchu wanadhani alikuja kimagumashi, Eti kwa sababu mama yake ni maarufu, lakini ukweli ni kwamba huyu mtoto alipitia katika moto, akaishi maisha ya kujificha, akadhalilika, akakataliwa, lakini leo ndiye msanii wa kike anayevunja rekodi Bongo Fleva. Karibu katika mfululizo wa maisha ya mastaa, ukweli usiojulikana kuhusu Zuchu. Bongo Star Media, leo tunakufungulia mengi usiyoyafahamu. Anaitwa Zuhura Othman Sudi, maarufu kama Zuchu Alizaliwa mwaka 1993 pale Zanzibar. Alizaliwa kwenye familia ya muziki. Mama yake ni Bi Hadija Kopa, malkia wa taarabu Tanzania, msanii mwenye jina kubwa kuliko minazi ya Unguja. Lakini kama wengi wanavyosema kuwa ukiwa mtoto wa msanii haimaanishi mafanikio yatakuja moja kwa moja. Zuchu alikuwa kwenye maisha ya kawaida sana, hata alipokuja Dar es Salaam hakujitambulisha kama ni mtoto wa malkia ya Hadija Kopa. Alitaka apambane mwenyewe ajulikane kwa jina lake na si kivuli cha mama yake. Akiwa mdogo, Zuchu alianza kupenda muziki sana, aliandika mashairi, alienda kuimba kwenye harusi za mtaani na aliwahi kushiriki katika baadhi ya mashindano, lakini hakufika mbali, akaishia njiani. Alilia sana kipindi kile ambapo alishindwa katika mashindano, akajifungia ndani siku kadhaa. Ila jua hili, machozi kwa wenye njaa huwa ni mbolea. Mafanikio si mbali sana na kilichotokea kwa Zuchu. Baada ya kushindwa kwenye mashindano, Zuchu wa kuacha, aliamua kurekodi nyimbo zake mwenyewe, akatembelea studio, lakini hakuna aliyekuwa anamtazama mara ya pili, sababu sauti yake haikuwa kubwa sana na hakuwa na jina la showbiz. Wakati mmoja, Zuchu alifika hadi kwenye depression, alijifungia chumbani kwa wiki kadhaa. Hakutaka kuongea na mtu yoyote yule, hakutaka kutoka nje. Lakini ndani ya giza hilo alianza kuandika tena, safari hii si tu nyimbo, bali ni mistari ya maumivu, mapenzi na matumaini. Hapo ndipo maisha yake yakaanza kubadilika. Mwanzoni mwa mwaka 2020, Diamond Platinum na uongozi wa Wasafi ulimwona kupitia kava aliyoiposti kwenye mtandao. Walimtumia ujumbe na kumwalika studio. Siku ya kwanza alipokanyaga Wasafi alihisi presha sana, yaani ilikuwa ni presha kali sana. Studio ilikuwa ya kisasa, watu ni professional na ye hakuwa na hata nguo nzuri ya kuvaa. Alikaa kinyonge, lakini moyo wake ulikuwa ni wa moto. Zuchu alisainiwa rasmi Wasafi mwaka 2020 kama msanii wa kike wa kwanza kutangazwa na Wasafi kwa kishindo. Yani presha ilimvaa kama koti la baridi siku ya kutambulishwa kwa Zuchu alitoa ip yake inayoitwa Im Zuchu yenye vibao kama wana mshua na hakuna kulala bila kushangaza, ndani ya wiki moja alipata zaidi ya subscriber laki moja kupitia mtandao wa YouTube na akapewa silver batani yake haraka kuliko msanii yoyote yule wa kike wa Afrika Mashariki. Lakini si subscriber tu, watu walianza kumwona kama ni malkia mpya wa Bongo Flava. Sauti yake ilivyo softi miondoko ya kisasa na staili ya mrembo huyu wa Kiunguja, Zuchu alikuwa ni package kamili. Kila mtu alimpenda, kila mtu alifurahi kumsikiliza. Wanaume wanampenda na wanamsikiliza, ila tu hawataki kumsikiliza wakiwa wenyewe nyumbani. Wakienda kwenye masherehe, wakienda sehemu za burudani, wana enjoy sana nyimbo zake, ila kuplay wenyewe nyumbani wanaona kama taarabu. Wewe play ngoma za Zuchu, Zuchu ni fundi wewe. Baada ya hapo ngoma zikaanza kushuka kama mvua. Akachapa sukari akachapa nyumba ndogo, akachapa yala, akapiga mwambieni, alafu ikafuata lavu, na baadaye akachapa utaniwa. Kila wimbo uliokuwa unatoka ulivunja rekodi mpya, ulikuwa ni wa moto. Lakini wakati huo skeno za mapenzi zilianza kuibuka. Mahusiano ya kimahaba na bosi wake Diamond Platinum yakawa gumzo, ingawa walikuwa hawajathibitisha moja kwa moja. Mara watoke pamoja, mara waposti pa picha pamoja mara wali play comment kwa emoji za moto. Kila mtu alikuwa na maswali mengi sana bila majibu. Hii iliwapa followers wao machungu zaidi ya pilipili mbichi, lakini kwa Zuchu ilikuwa ni mzigo mzito. Ilibidi apambane kati ya kuwa msanii na kuwa mpenzi wa bosi. Hali hiyo ilimuumiza sana kisaikolojia, akatunga wimbo wa utaniwa ambao kwa wengi ulikuwa ni kilio cha kweli. Zuchu alilia live kwenye stage akiwa anaimba huo wimbo, akashindwa hata kumaliza alizokisema baadaye ni kwamba mapenzi yanaua kuliko umaskini. Leo hii Zuchu si msanii wa kawaida, amekuwa brandi kubwa Afrika Mashariki. Kampuni kubwa kama Itel, Tecno na NMB zimemfuata. Amefanya show Nigeria, Kenya, Uganda, Rwanda na hata huko Oman na Dubai. Pia Zuchu ameweka historia ya kuwa msanii wa kike wa kwanza Tanzania kuingiza nyimbo zaidi ya tano kwenye trending Afrika kwa wakati mmoja. Ana mamilioni ya subscribers mamilioni ya streams na mashabiki wa kweli. Lakini zaidi ya haya yote, Zuchu ni mfano wa mwanamke aliyepambana. Hakuingia kwa shortcut, hakupewa zawadi. Alihangaika, alilia, alijifunza, na leo anakula matunda ya jasho lake. Zuchu ni picha ya kila msichana mwenye ndoto kubwa. Huwezi kuwa mkubwa bila kupitia maumivu. Kama uliwahi kudharauliwa, ukakataliwa, na ukaambiwa hauwezi, Kumbuka stori ya Zuchu. Anasema usijifiche kwa sababu watu hawakuoni leo. Tafuta mwanga wako, na ukipata usiwasahau waliokuzimia taa. Ukipenda simulizi hii ya Zuchu, basi subscribe na bonyeza kengele ya notification, ili simulizi inayofuata tutamchana Rivani, kutokea Mbeya hadi Latin Grammy. Mapambano ya Rivani Vaniboy, usikose hapa Bongo Star Media. Nitakuletea ukweli mzima wa mastaa wako bila kupaka mafuta kwenye migongo yao. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media. Niandikia hapo chini. Je, unahitaji tumfahamu msanii gani mwingine? hii ni Zuchu, kesho inakuja Rayvanny. siku njema iwe nawe, bye bye.